Yo, ebana wa mambo ni vipi? Mambo ni gani? kutoka kipande chochote ambacho upo right now in Sosa Online Digital na leo tunayo taarifa ambayo alikuwa ni swali ambalo aliulizwa Malkia wa muziki wa Afrobeats huko Nigeria ambaye anafahamika kwa jina la Tiwa Savage. Ebana, yeye aliulizwa kwamba kuna nafasi moja kwenye boti ambapo inabidi kwamba wewe uweze kumuokoa mmoja kati ya Wizkid, Burna Boy, Davido pamoja na Rema. Je, kwa kwa wewe utaweza kumuokoa nani? Kwa upande wa Tiwa Savage aliweza kusema kwamba ningemchagua e, Rema kwa sababu hao wengine nahisi kwamba wote ni watu wakubwa tayari wameishi sana. So mimi ningeweza kumchagua e, Rema ambaye sasa hivi ni kijana mdogo. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao pia wameweza kutoa comment zao ambazo zimekuwa ni nyingi kinoma noma, hususani kwa hapa Bongo, baada ya platform kibao zikuweza kupost habari hiyo ambayo ni Tiwa Savage ambaye aliweza kutoa mtazamo wake kwamba e, Rema ni mdogo, lakini hao wengine tayari Wamesha eh, E, onja sana chumvi za hapa duniani. Kuna baadhi ya watu wengi ambao wameweza kutoa comment kwamba eh, kwamba hao wote eh, wasingeweza kuokolewa kwa sababu Wabongo eh, wanaamini kabisa hao wote ni CCM. Lakini pia kuna mwingine ambaye anasema kwamba eh, tutaokoa wote, lakini pia kuna wengine ambao wanasema kwamba eh, wa kuokolewa hapo hakuna hata mtu mmoja waache wafe afu endelee na mambo mengine. So hii ni mitazamo ya Wabongo. So kwa kwa kama mdau wa burudani ambaye sasa hivi umetega sikio lakini pia kuitazama sasa online digital uko mtazamo gani? Na make sure tukumba drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, taku commentisha kinoma noma. Until next time, bye bye.